Changanya. Je, Ye. tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, alituma duniani, tena Yesu ni Mungu. Kwa hiyo ni vipi ndani ya mwili au ni vipi hii? Ningetaka nikueleze vizuri na nieleze vizuri kwa sababu watu wengi hawajawahi kunielewa au kuelewa ni kitu gani naposema, na si waislamu peke yake, hata wakristo kristo wengine. Kwa hivyo ningeomba nieleze kwa dakika kumi hivi ama dakika kadhaa, ndio mtu aweze kuelewa ni kitu gani tunaposema katika Biblia kwa ukisoma Yohana kumi Yohana kumi mstari wa 31 na 32, inasema kuna maneno mengi Yesu alifanya ambayo hayajaandikwa, lakini yale yameandikwa, yameandikwa ili watu waweze kuta, kufahamu Yesu ni mwana wa Mungu, na kwa kufahamu hivyo wapate uzima wa milele. Kwa hivyo ina maana Biblia ujumbe wake wote ni Yesu ni mwana wa Mungu, lakini ni mwana wa Mungu kwa jia gani? Kwa sababu pia mimi ni mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Sasa nikisema mwana wa Mungu ni Mungu, sasa itabidi hata mimi nikuwe Mungu. Unaona, na maraika pia ni wana wa Mungu ukisoma thelathini na nane mstari wa saba Ayubu. Sasa maraika ni wana wa Mungu kwa kubwa, sisi ni wana wa Mungu kwa kufanyika Yaani, wewe tayari umezaliwa na mama yako na baba yako, lakini kwa kumwamini Yesu unafanyika mtoto wa Mungu. Wale waliompokea walifanywa kuwa wa... Wanafanywa, wanafanywa, wanafanywa, wanafanywa wa Mungu. Kwa hivyo wewe ni mwana wa Mungu kwa kufanywa, kusamehewa dhambi unakuwa mwana wa Mungu. Malaika ni wana wa Mungu kwa kuumbwa, wameubwa, ni viumbe, lakini Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa. Ukisoma Wakolosai 1:15 anaitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Malaika kabla hawajaumbwa Yesu alikuwa amezaliwa. Biblia inasema aliumbwa ama alifanyika alizaliwa. Na unaposikia jina kuzaliwa. Kuzaliwa watu wengi wanadhani ya kwamba kuzaliwa ni, ni kama vile mwanamke anaenda maternity kuzaa. Jina kuzaliwa lina kiini ya kwamba kutoka ndani ya. Kwa mfano Adam ndani yake kulitoka Hawa. Ubavu ukawa Hawa kwa hivyo Hawa ni sehemu ya Adam. Sidiyo? Kwa hivyo Adam ana asili anaasiri ile, ile. Hawa ana asili ile Adam. Inamaanisha kwamba Hawa sasa, kwa mujibu huu ambako tunaelekea, Hawa ni Adam, ni Adam, ni hata Biblia inasema hivyo. Hawa ni Adam, si ndio? Ama nikusomee Biblia inasema hivyo, wote wawili wanaitwa Adam. Hawa ni Adam, si ndio? Si nataka kusomea sasa hii. Dio hii haya, hapa Mwanzo tano mstari wa pili sikia, inasemaje? mwanaume na mwanamke aliwauba, akawabariki akawaita jina lao Adamu. Ngapi hiyo? Mwanzo tano mstari wa pili. Swali sasa, sasa ni kuuliza, unaona umeanza kuchangaa. Haya, kwa nini hawaitwe Adam? Sasa ukiulizwa Adam mmoja ni nani? ni ule mwanaume. Ndio, huyo ndiye Adamu mmoja. Sisi wengine ni asili yake tu, tumepata asili yake kwa kuzaliwa kutoka kwake Wanadamu tuna asili ya Adamu. Kwa hivyo Adamu mmoja ni yule aliyeumbwa kwa mavumbi yale na Mungu. Sisi wengine wote tumeiga, tunapata asili yake kwa kuzaliwa. Ndio tunaitwa watoto wa Adamu. Kwa hivyo sisi ni wanadamu kama yeye, lakini sisi si yeye. Sasa tukuja sasa kwa Yesu. Sasa Yesu ametoka ndani ya Baba. Nikikusomea kwa Kiingereza inasema hivi maana Kiswahili katika tafsiri ime ime imeenda kivinginevyo. Ki eh, Yohana 8 mstari wa 42. King James Version. Inasema for he had one eh, uh, ni Yohana. Ni kwa nataka Yohana. Yohana 8 42. <coughs> Inasema hivi. Jesus said unto them, If God were your father, you would love me, for I proceeded forth had come from God. Unajua, proceeded forth ni kutoka daniani, nilitoka dania ya Mungu, ndio nikaja kutoka kwake. Kwa hivyo kama vile hawa ni sehemu ya Adam, ni hivyo hivyo Yesu ni sehemu ya Mungu. Kwa hivyo Yesu ni sehemu ya Mungu, ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa, ndio anakuwa na uungu sawasawa na mzaa. Sababu, haja umbo, na aliyemzaa, sababu hajaumbwa na hajafanyika mwana. Lakini hatuwezi kusema Yesu ndiye baba yake, unaona eh. Kwa mfano sasa, wewe simple wewe ukizaa mtoto huyo, mtoto wako uwezi kumwita mwanadamu mwenzako, utakuwa namwita mwanao, naye atakuwa nakuita baba yako. Sasa uwezi kusema ati kwa sababu huyu mtoto anakuita baba yako, huyu mtoto, mtoto wako ni ngobe, si mwanadamu kama wewe. Ni mwanadamu kama wewe, lakini mtoto wa, kwa umri, wewe ni mkuu kuliko yeye, hamtoshani, lakini asili yake ni yako kwa kuzaa yeye, na ndivyo ilivyo kwa Yesu. Yesu ni Mungu kwa asili, sio kwa nafsi kama wavile wanavyosema watu wa utatu. Ysu, unajua tukisema nafsi huyu anakuwa Mungu mwingine.